Misumari nafika steji anadaiwa kodi anampigia simu Chado kaka naomba niongezee afu hamsini niweze kulipa kodi na siku tatu, YouTube, mbili, tatu. ya tarehe wanatoa YouTube tatu wasanii wanatoa YouTube hela tarehe mbili kwa tarehe tatu ni siku ya mshahara kabisa alimpigia simu alikuwa na uwezo wa kumsave hamsini msanii wake na kalipa kodi ikashindikana hilo swala Mambo vipi ndugu mtazamaji wa Eko TV, ni siku nyingine tumekutana katika stori za hapa na pale kuhusiana na wasanii na mambo mbalimbali ambayo yanakuwa yanaendelea katika mitandao ya kijamii. Hasa kama wewe ni mfuatiliaji mzuri, nadhani unafahamu jambo ambalo linaendelea kuhusiana na ugomvi wa Chado Master akiwepo pamoja na Misumari pamoja na Cheusi, ambapo mengi yamekuwa yametokea. Sasa leo tumekaa hapa na ndugu yetu ambaye Huyu ni mtu ambaye pia alihusika naye katika jambo hilo kwa namna moja ama nyingine ambapo kama una, unamtambua vizuri Misumari, kuna ugomvi ambao ulitokea kwamba ambapo Chado aliingiza kwamba Misumari alikuwa anatoka na kwenda kufanya movie sehemu zingine wakati bado yupo kwenye mkataba. Sasa moja ya watu ambapo Misumari alishiriki kufanya movie ambapo zilikuwa zikipandishwa katika mitandao ya kijamii ni bwana unayemwona hapa mbele. Sasa tukasema tukae naye kwa kuwa naye ana, ana, ana, ana mauzoea fulani na Misumari tuweze kufahamu mengi, vipi ama nini kilikuwa kinaendelea kati yao na nini ambacho kilikuwa kinatokea. Bana, inakwaje? Shwari kaka, vipi? Fresh kabisa, ni aje? Good, good. Vipi kwa, kwa mtazamo huo kwa upande wako wewe na Misumari kati, wakati alipokuwa anakuja kufanya filamu, hali ilikuwa vipi? Uh, wakati anakuja kufanya filamu na mimi Misumari ni kijana ambaye wa wa, wa, wa, Bongo Movie nami pia ni director pia ni msanii wa Bongo Movie. So anafanya kazi nzuri na ndio maana mimi nikamhitaji kwenye kazi yangu na pia nikampata. Licha hapo mimi naye ni familia. Umeelewa eh? Tuna ukaribu sana, ni familia sisi. Ni tunashirikiana kwa mambo mengi sana. So Misumari tu mpaka kaka huyo Misumari anajitacha Chado Master. Kwa hiyo kwenye mpaka anakuja kufanya filamu kwako kumuita kama mshiriki, yeye ndo alikutafuta ama wewe ndo ulimtafuta? Ah, mimi nilimwambia kijana wangu, sasa ni muda nadhani umefika mimi kufanya kazi na wewe. Maana mara nyingi alikuwa ananipigia simu na kuniambia kaka, vipi uko kazi, mimi kila siku naonekana kwenye kazi aina moja tu, Mission Impossible. Mimi nataka kaka niwe katika sehemu tofauti tofauti, nami pia nitanue nafasi yangu. Nikafikiria nikaona kijana ni kweli Ananipuvu kwa sasa ni anatakiwa kufanya kazi tofauti tofauti, ni kweli kabisa. Nami nilikuwa nimekaa na na chini na mjombanagwa, nilikuwa nimekaa chini na bda zangu, anamuita namwita jina maarufu na mzee wangu bambo, inaitwa Mimba Moja. Katika Mimba Moja mi nikashirikisha kuna kijana anaitwa Mzee amesumari tena wao wamjui kabisa wazee wezi amini, bambo alikuwa mjui kabisa mzee wa misumari, eh, au nani ujitupoli, amjui kabisa mzee wa misumari, lakini wanafika wa, wa, naonyesha kazi kazi kazi, kazi, ka kazi yake ndo wanamjua. Unajua kuna mtu mwingine anasikia tu jina afu hajui kuna hata kitu, unajua eh, kwa hiyo tukamchola na tukaona nafaa katika ile kazi, pia tukamuita akafika akaua kazi na kazi ikaenda vizuri, ila kabla pia kufanya kazi nikamwambia kijana wangu, wewe unafanya kazi na Chado kwa sasa Vipi unapofika kufanya kazi na mimi, hayuto kuletea shida? Kijana akaniambia ki kweli, brother, umeniuliza kitu muhimu sana ila mimi nilikuwa nataka nifanye jambo na wewe mi. Bila kusita nikampigia simu Chado Master, nikampigia simu nikamwambia, bwana mimi nataka nifanye kazi na kijana wako, mzee wa Misumari. Akaniambia hiyo ah, issue yake yeye eh, malizane ila usimwache mtoto bila chochote kitu. Umeelewa eh? Hiyo, kwa hiyo ndio maana hata mi nilipoangalia interview ya Chado Masta kusema kwamba Misumari alikuwa anajitokea kwenda kushuti sehemu zingine bila taarifa, labda kwa baadhi ya watu wengine, ila binafsi yangu mimi kwangu alipofika hata Chado alijua. Kwa hiyo uh, alithibiti, ulikuwa unatambua kabisa kwamba ana mkataba na Chado Masta, licha ya kutambua mkataba ni ukaribu wao, je yeah. Unapo hata mimi wasanii wangu wanapohitajika hapa kwenda sehemu tofauti, hata kama sina mkataba na msanii niko ni, ni tu nafanya naye kazi, nikimwona mtu akimwona, ananipigia simu, bwana, kuna kijana fulani hivi nimuona katika kazi yako, namuhitaji sasa. Licha ya ku, ya kutambua hasa kwamba alikuwa labda na makubaliano na Chado Master, kuna uhakika kwamba Chado yeye mwenyewe alithibitisha kwamba ufanye naye kazi yeye yeah, yeah, amethibitisha nifanye naye kazi, na nikamwambia hapa, kuna sini zako mbili. Oh, ndugu yangu, mimi kila sini na shuti kwa laki na ishirini. Nikamwambia wewe na mimi, ndugu yangu, hii kazi ama kisa sasa, Mission Impossible imekupa jina, mdogo wangu ndo mepanda dau hivyo. hivo yeah. ila ila ila sio kwamba hakujua ili swala ili swala lilijua na yeye pia lilikuwa inamuhitaji ili swala na, na pia lilikuwa natakiwa awemo ndani, ila isipokuwa kwamba yeye dau lake aliyotamka ni laki na ishirini. Ah, kwa kazi yangu nikaona kwamba haina faida na hilo sasa. Katika upande ambao, turudi nyuma kidogo, kwamba Misumari umesema alipokuwa kwenye Mission Impossible akakupigia akakwambia kwamba mimi bana nataka nionekane kwenye movie zingine ukiachana Mission Impossible. Kwa, kwa, kwa ya, ya, ya sababu kwa yeah, hata ukiingia sasa hivi YouTube ukiandika Mimba Moja inakuonyesha tarehe za kuposti sasa na hapo, ambapo, ambapo, kati umeongea kwamba amethibitisha kwa, alithibitisha kwamba sawa mwache afanye kazi hiyo. Swala yeye hey, kuanza kusema kwamba ali, alikuwa na shanga tu anamwona kwenye filamu zingine, hiyo ilikuwa vipi? Unajua ni uoga. Unajua ni uoga game. Uh, unajua nikwambie, ni ni kitu kimoja ndugu yangu, msanii anapokuwa na wasanii afu yeye ni captain wa timu fulani, unapofika kumwona mwezio anatoka anazisha kitu unakuwa na mashaka sasa, pesha kusema huyu atanipita, hajamini Elewa, mi naweza kusema ni kutwa kujamini. Anajua pia Misumari ni nguvu kazi na pia ni uoga wake. Anajua kwamba Misumari sasa ameungana na Cheusi, wenda watakuja kufanya kitu kikubwa hivi na hivi, ni uoga wake yeye, wakatu bila kujitambua kwamba yeye kabla yake walianza kina Klamvevo, walianza kina Kicheche, walianza wasanii kama hapa kina Babasma, eh? walianza wao lakini pia ilipofika nafasi ya kwake yeye ya Mission Possible, watu wakampokea. Kwa hiyo asiweke makasiriko. Mimi naona ni makasiriko yake na chuki binafsi kwa kutaka kijana kila siku aonekane yuko na yeye tu, hata kesho ionekane kwamba Misumali bila Chado Master haiwezekani. Asa, katika maisha ya kibinadamu na katika maisha ya kisanaa iko hivyo, brother. Unayemsaidia, unayesema leo namsimamia huyu, nataka aje atusue, Mungu anaweza akasema kwamba huyu huyu anasimamiwa na atusui, anayetusua ni huyu asiosimamiwa, ukampa tu malipo yake, nakafika kafanya jambo moja akatusua. Kwa wewe namna ulivyofanya kazi na Misumali labda Misumali ni mtu aina gani na ufanya, na kama una, umesema unafahamiana pia na braza yake ambaye ndio Chado Master na Chado ni mtu aina gani ama utofauti wao upo vipi? Uh, yani namfahamu Misumali kama best friend kama msanii mwenzangu yani ni familia kama anavyo yani, kama anavyofahamiana na wasanii baadhi na baadhi ya wasanii wengine. Ila kwa Misumari mimi nipo ishi naye ni mtu tofauti sana. Alafu wasimchukulie Misumari yule kwenye Mission Possible msela msela sana, wakamchukulia kwenye maisha ya mtaani. Misumari ni kijana ambaye anapenda sana dini, ni Muislamu alali kabisa hali dadi, anapenda sana dini yake na anamheshimu sana Mungu, pia ana hofu ya Mungu kazi, na ndio maana hata anapofanya na mimi kazi nakumbuka alisema kwamba da hii kazi inatokea inaenda, alafu mimi sija mshirikisha kaka pale itakuwaje? Mimi ndo nikamtoa hofu na kupiga simu, na alipofika hapa kambini akasema da, kaka, umenitimizia ndoto zangu, kwa sababu mtu ambaye nilikuwa nataka kushuti naye sini wa kwanza ni huyu, kwa sababu kwenye ile movie mimba moja, mimi mule kuna mastaa kibao. Yani ukichukua katika series za mitandaoni, mimba moja anaweza kusema series ambaye yenye mastaa wengi wakubwa kushinda asili zingine zote ambazo tunaona kama kina Kramvevo watatumia watoto wadogo, yeye ndio mkubwa. Ukiangalia kama baba Asma mkubwa, anampandisha manyanya ni, yani, ni baadhi ya watu wakubwa ambao mimi moja ukiangalia nimewashirikisha. Kama kwenye nyumba moja, kuna mtu mule kama Bambo, kuna mtu mule kama mwinyi mkuu, wasomjua kwa jina la mwinyi mkuu, ule chili ambaye yuko tangia enzi za Majuto, anafanya kazi na marehemu, umeelewa? Yuko mule mtu kama jitupoli mtu poli ni watu ambao wametengeneza kina Tini White hao, Tangi hapo, akina Joti hao, Njegea eh. kwahiyo ni wako masta. Kibaa ukimchukua na mwenye misumari kwa sasa ni star, ukimchukua mjomba nagwa kwa sasa star, yani ni masta wengi wameshiriki, zaidi ya nane. kwahiyo pia mwenyewe ilikuwa na hapi ana fulana ile kazi, nikaona nisimnyime ndoto yake, nikapiga simu kwa Chado na Chado alibariki hili jambo. Kwa hiyo sasa, kwa ugomvi ambao unaendelea mitandaoni, wewe kwa mtazamo wako, nani mchokozi au nani ambaye ndo ana, ana changamoto hapo ya tabia ambayo imesababisha mpaka ugomvi uendelee? Mimi naweza kusema basi kitu kimoja tu anachokisema Chado kwamba Misumari anamwambia kwamba yeye ni mchawi. Mimi nasibitisha hilo leo kweli kwamba Chado kweli ni mchawi. Kwa sababu hata ile kazi yangu inaonekana alimruhusu aje afanye kazi kishingo pande, ndio maana kazi imetumia bajeti kubwa na YouTube inaganda tu kweli aenda anatembelea nyota ya kijana wake yeye. Ye, Misumari kwa upande wake aliwahi kudhibiti, ni kweli kwamba aliongea hicho kitu yeye. Ni mtu ambaye wakusema tu kwamba da, kikweli upepo wangu si uelewi, na anaweza kusema kitu kama hicho kwa sababu Misumari inafika stage anadaiwa kodi, anampigia simu Chado, kaka, naomba niongezea hafu hamsini niweze kulipa kodi na siku ya tarehe tatu wasanii wanatoa YouTube hela, tarehe mbili kwa tarehe tatu ni siku ya mshahara kabisa. Alimpigia simu, alikuwa na uwezo wa kumsaidia msanii wake na kulipa kodi, ikashindikana ile swala. Mimi nikasema kwamba kwa sababu ni kijana wetu wa kazi na tunamhitaji na tutaki afezeke, mi ni kijana ambaye napenda sana kulinda brandi za wasanii nikalinda brandi ya Misumari, mimi nikamsimamia. Aafu nikasikia tena Chado anazungumzia kwamba kusema gari hii sijui na Misumari yani ni ya familia, ni uongo uchafu mtupu. Mi namjua vizuri Misumari. Misumari hata siku ya kushuti Mission Impossible alikuwa amepumzika, ameomba likizo. Bwana kaka, naomba niazime gari yako, natia mafuta mdogo wangu anaoa, ni jambo la Sunna, naenda tu kutia ubani, mara moja narudi. Wezi amendi Shadow alimnyima Misumari gari Afu Misumari Aisha Aisha apiza watu na yeye ndio atakiwa mpeleke kule mdogo wake akaoe na kwamba hivi na hivi, lakini ameniambia ame, ame, kwamba gari ina kazi kwa siku ya leo lakini ratiba, ulimpa ratiba? Nilimpa. Wezi amini, Misumari alienda kuoa kwa uba mdogo wake. Misumari alienda kuoa kwa uba, kakake anaendesha uba, Misumari anaendesha uba, ana request hapa mpaka Kisemvula anaenda kuoa hapa hapa, anatokea kambini, anaenda kuoa mdogo wake Misumari na narudi, heshima yake amepewa. Kwa hiyo kuna maneno ambayo wasanii wakubwa hawa wenye kumiliki YouTube hawa, wakishapata tu kwamba vijichenchi, wakishafikia muda wa kutoa hela wanaanza kuwadharau wasanii bila kutambua kwamba zile pesa wanazotoa ni nguvu jasho za wasanii. Kwa hiyo hapa kweli ni kosa lipo kwa Chado, asio kosa tu, yani kwamba Misumari akikaa vizuri angeenda kwa wanasheria, mimi nadhani mpaka leo hii analipwa. Na mimi nakuapia hivi, wasanii kibao wanalia huko mitandaoni waki, wakiwa wakiwa na bio account na zulma, zulma inalipwa hapa hapa duniani. Kwa kama kweli Misumari alipungua watu kama unavyoona Mission Possible ilivyofika imefika juu mwisho, naye kamalizika vizuri ile, naye Pressure naye imeanza vizuri, lakini baada ya kuona baadhi ya watu wanapungua, wasanii wanapungua, manyonga yanapungua, yani laza chachu wa wasanii inabaki pale pale. Kuna wasanii wengi kaka, sasa hivi nikikwambia wanashushwa viewers YouTube, wezi amini kama nikikwambia clamvevo si kitu unaweza kufananisha na movie yake ya nyuma ilo iloisha, kwa sababu ukiangalia kwenye skitu walikuwa hajaanza na wale watu ambao walikwepo ambao akina Kipala akina Sala. Kwa hiyo sasa hivi watu fulani wanataka waende wakamwangalia Mwakatobe yuko kwenye akaunti gani, watu fulani wanataka kumwangalia Kipala yuko kwenye akaunti gani? Kwa klamu waendi, kila mtu anapohama katika katika akaunti yako anaama na mashabiki wake na anaenda kutengeneza wafuasi wake. Kwa hiyo wasanii wengi wanaogopa, na ndio maana wakishamwona msanii kaanza kusema kwamba sasa nataka nijitegemee na mimi nifungue akaunti yangu, nipambane na pambane na ile game msanii mwenzako baada ya kumpa support wewe unamwekea kinyongo ili asifanikiwe. na upande wa Cheusi pia, wewe umewahi kuishi naye ama unafahamu chochote kwa upande wake? Cheusi, mimi nimeishi naye. Cheusi ni mwanangu, na mpaka siku ya birthday yake Cheusi analia, mimi nikiwepo, namfuta machozi. Cheusi, vipi mdogo wangu, acha kulia. haya ni maisha ya Cheusi analamika. Ukiangalia Chado Master kwenye birthday ya Mzee Misumari alitokea pale Sudan Temeke hapa, mimi nikiwepo pale ameenda kumsapoti kwenye ndoa ya Manyonga, akaenda kumsapoti kwenye ipibaste za wanawake kina Najma anatokea, lakini alifanya ipibaste Cheusi, hakuna msanii wa mission possible kutokea. Why? kwa nini? Kwa sababu wanajua nikienda pale mimi Chado Masta, Cheusi nitamtengenezea ukubwa, watu watamheshimu Cheusi afu ya atake Cheusi mheshimu hasa anachotaka kukifanya kwamba siendi pale kwenye tukio lake watu wasijae, kwa sababu wanaamini watu wanaja wakibu cheusi wamesha mzoea kumuona na Chado kwa sipo kwepo Chado, watu wa Chado wanapungua na baki watu wa cheusi tupu, kama ilivyotokea pale, wakabaki watu wa cheusi, watu wa Chado hawapo baada ya kumuona Chado hayupo kikweli. Basi hii ilidamshi, japokuwa watu hawakuja kivile, unanielewa eh? Kwa hiyo pia hii inatengeneza nini kwa msanii, kumwekea chuki. Unapofanya kundi na mtu unategemea hii familia, na ishinae mimi kwenye shida na la. ishinae kweli basi kwenye shida na laa ulishinao kwenye shida kabla una vifaa, unapambana nao mpaka pata vifaa mpaka mnapata magari mwenzako. Sasa na ishirini yenyewe sio kila mwezi ni kwa muda ambao yeye atakaojisikia. Leo nimefurahi, nimeshikwa na mchumba wangu vizuri, ngoja niwape wasanii kijiposho. Lakini so maisha ya wasanii na, ndio maana wasanii wengi sana ma YouTube wanafeli kwa sababu hiyo sasa. Na pia tumefuatilia comments kwenye upande wa interview ya Cheusi, wengi mashabiki wengi wamekuwa wakimjaji wakimwambia kwamba Cheusi hakupaswa kuongea vile ama kujiachia vile, kutokana na namna ambavyo Chado ndo amempa jina kwamba bila bila Chado jina lake lisingeonekana. Wewe kwa upande wako, unaona mtazamo wako, kuna haki ya kwamba Cheusi alitakiwa ajishushe, labda asifunguke sana kama alivyofunguka kutokana ye, kama, amepata jina kupitia Chado na kwamba bila Chado ya Chado ye asingekuwa kitu, ama ni kuna haki ya yeye kuongea vile? Ah, mke wangu, nafanya nafanya interview hapa mara moja nakupigia na, na nakupigia hapa na nafanya interview mara moja. Cheusi alikuwa na haki ya kuongea chochote kile kitu kwa sababu unajua Chado Master amemkosea Cheusi cha kwanza kutwa kutokea kwenye pati yake, cha pili kumwekea chuki Msanii unapofanya naye kazi, umemtengenezea script mara ya kwanza, mwenendo wake wa kwenda nao ni upi? Mwisho wa siku, msanii anakuja tena location, unaanza kumwekea jilas na chuki. Mi oh, ni yule nishampunguza, ila kiwanaume, mambo haya tumeyamaliza, asa tumeyamaliza, nataka nirudi kazini. Kaka narudiji kazini, ah, jiandikie mwenyewe unavyojua kwa sababu kichwani mwako tena hayupo huyo mtu, mpaka mpaka anamwambia ajifanyie kila kitu mwenyewe. Ni chuki ya wasi kabisa. Kwa hiyo mtu mpaka anafika kuongea, ujue imemshinda. Kwanza cheusi ameweza kunyanyashwa kunyanyaswa kwenye kuny, kunyanyaswa kunyanyaswa kunyanyaswa, 2 season season wala season, season tangia season 1 inaanza manyanyaso yako, kwa sasa ni muda ni ni mrefu, ila asema tu kwamba uvumilivu, nikitoka ntenda wapi? Ndio maana unapopata njia, ah, bora niongee sije nikafa na dukuduku. Kusema ukweli sio zambi, japokuwa msema ukweli ndo anaitwa mbea, lakini anayesema ukweli hapati zambi kwa Mungu. Mbea ni mtu ambaye anasema ukweli, anaongea jambo la kweli ila hajatumwa alifikishe Twakimizana na muda naona giza na karibia, alafu hatujatembea na taa. labda mimi ningependa labda kwanza unaniugusie kwenye upande wa wewe, unawashauri nini hawa wasa, wasanii hawa ambao wameshatoka wame, wame kwamba una, unawashauri vipi ili waweze kuendelea kupambana na kuendelea kukuza majina yao. Sasa tukiangalia kama mtu kama Cheusi ile ndio ilikuwa filamu yake ya kwanza, nadhani kama sijakosea ile ya uh, Mission Impossible filamu yake ya kwanza kumtambua wa ninyi uh, watazama eh. Ndio sasa hapo ningependa ninge kufahamu wewe una, una ili kuendelea kukuza majina yao zaidi. uh, cha kuwashauri mimi ni ile hile, unapokuwa unapo na imani ya kwamba mimi ni msanii, ndoto yangu kufika sehemu fulani, mimi nachowaomba wasifanye vitu bila kutimiza ndoto zao ni kwamba tuchukulie kama wasanii wa Bongo Flava Harmonize tulimwona alienda kuanzisha lebo, so pipi brother, kila mtu kusema na mungunya, tu Alikiba tunaona kaanzisha lebo wasanii wanapukutika eh? Diamond naye na lebo, wasanii wanapungua eh? Kwamba hivi vitu vyote hivi ukiangalia ni kwamba msanii anajiona tayari ashakuwa mkubwa na aweza kufanya chochote kitu, lakini katika hizo lebo zote tatu nilizokutajia, WSB, Kings Music, tukienda iko ndegeni ni kondegeni, sasa haijabaki na msanii hata moja. Kings naye sasa haina msanii kabisa ujue wasanii wa Kings waeleweki, kama vanilla na bado yuko Kings, maana sasa hivi ana shoot movie tu, uko naye, si unaelewa eh? Tukenda Wasafi, ndio hivyo tunasikia, bosi na huyu ana mahusiano, bosi na mfanyakazi wana mahusiano. Kwa sasa pale msanii ni divorce, lava lava hayupo. Kwa hiyo sasa pale pale yuko mtu na mkewe pamoja, na mdogo mmoja ambaye divorce, mtoto wa Uswahilini wa kuimba singeli na za ndani kabisa, kwamba divorce sio msanii wa Wasafi, ni msanii wa Babutale. Kwa hiyo tukigusia na upande labda wa nani wa siasa, kwenye mtazamo wako, maanake kuna mambo kama yanayotamba sasa hivi, hasa hili swala la Captain Tesha, una jambo gani la kuongea? Maanake amefichua mengi sana. Naona mtangazaji sasa, maswali yameisha. Ugusia hata chochote, au hata kwenye upande wa nani wa polepole, maana ametekwa sasa hivi, acha iwe polepole tu. Haya. <laughs> <laughs> Bwana ndugu mtazamaji, basi nadhani tumefikia tamati ya interview yetu na mahojiano yetu. Nashukuru kwa kuungana nasi mpaka ah, hivi sasa. Nikukumbushe tu kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika chaneli yetu, usisahau kubonyeza alama subscribe pamoja na alama kengele ili kuwa mmoja wa wafuatiliaji wa matukio na habari mbalimbali katika chaneli ya Eko TV. Asante. <laughs>